Aina sita za watu ambao hutakiwi kuwashirikisha mipango yako au malengo yako kwenye maisha. Kuna watu hutakiwi kabisa kuwashirikisha malengo au mipango yako, kwa sababu ukiwashirikisha, wanaweza wakageuka na kuwa kizuizi kwenye maisha yako. Asilimia kubwa ya watu wameumizwa na watu ambao waliwashirikisha mipango yao na mwisho wa siku watu wale wakaja wakawageuka. Ukisoma Biblia utamwona Yusufu, baada ya kuwashirikisha ndugu zake ndoto zake, ndugu zake walizidi kumchukia na wakageuka kuwa kizuizi kwenye maisha yake. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 37, na mstari wa 5 hadi wa 11, imeandikwa nukuu: Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka, ikana, ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je,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 Akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusubidia hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Tunajifunza ya kuwa baada ya Yusufu kuwa na tabia ya kuwashirikisha ndugu zake ndoto zake, ndugu zake wakaanza kumchukia kwa sababu Yusufu alikuwa na tabia ya kuwashirikisha ndugu zake ndoto zake. Kwa hiyo tunajifunza na leo kwa siku leo utakwenda kuangalia aina sita za watu ambao hutakiwi kabisa kuwashirikisha mipango yako na malengo yako. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya ni kulaiki video hii kisha kukaa kwa kutulia, kufuatilia mwanzo mpaka mwisho wa somo hili. Kuna mambo mengi sana utajifunza na utanishukuru baada ya kusikiliza video hii. Lakini pia kama bado huja subscribe, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu wenye akili ambao tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Lakini pia utakuwa wa kwanza kupata mafundisho yetu mbalimbali tunayotuma kila siku. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Fatilia somo hili mwanzo mpaka mwisho, kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Twende moja kwa moja tukaangalie aina sita za watu ambao hutakiwi kuwashirikisha mipango yako au malengo yako. Namba moja, wezi wa ndoto. Wezi wa ndoto hawa ni watu ambao wanaweza wakaiba mipango yako na malengo yako na kwenda kuyafanyia kazi wao baada ya kuwashirikisha. Kuna muda Mungu anaweza akakufunulia kazi ya kufanya au vitabu vya kuandika au nyimbo za kuimba na unapokwenda kumshirikisha mtu huyo, unashangaa yeye ndiyo anafanya. Asilimia kubwa ya watu wameumizwa baada ya watu kuwashirikisha mipango yao, na watu wao walioshirikishwa mipango wakachukua hiyo mipango na kwenda kuifanyia kazi wao. Unaweza ukawa labda Mungu amekufunulia juu ya wimbo fulani, ukaenda ukamshirikisha rafiki yako ambaye unamwamini, ukamwambia bwana, nina wimbo. Ukashangaa baada ya kumwambia huo wimbo, ukashangaa rafiki yako ndo anaingia studio, anakwenda kuimba huo wimbo, anautoa na wewe unabakia unashangaa, hii imekuaje? Kwa jambo la msingi ambalo natakiwa kulitambua, hutakiwi kabisa kuwashirikisha uh, wezi wa ndoto. Hutakiwi, kuna watu ambao huwa ni wezi wa mipango, wezi wa malengo. Unapomwambia mipango yako na malengo yako yeye anaiba ile mipango na kwenda kuifanyia kazi yeye, ananufaika, wewe unaona bakia unaumia. Watu wengi sana wameumizwa baada ya kuambia watu mipango. Kuna mtu mmoja aliyewe kunitafuta akaniambia, aliyewe kumwambia rafiki yake kuwa ataolewa na mkaka fulani. Baada ya siku chache, akashangaa yule kijana akamwacha huyo binti na kwenda kumwoa rafiki yake na huyo binti. Kwa hiyo jambo la msingi ambao nitakuwa kulitambua, wezi wa ndoto Uh, hutakiwi kabisa kuwashirikisha mipango yako. Ukisoma kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 16 na mstari wa 18, imeandikwa nukuu, Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu akawaita wakuu wa Wafilisi wa akisema, njoni huku mara hii tu, maana ameniambia yote aliyonayo moyoni mwake ndipo wakuu wa Wafilisti wakamwendea wakachukua ile fedha mikononi mwao, wakachu, wakachukua ile fedha mikononi mwao. Tunaanza kuona Deli baada ya Samsoni kumwambia Deli la siri, siri ya nguvu zake Samsoni Akapoteza kabisa akapu, wakaja wafilisi wakamkamata. Kwa jambo la msingi ambalo nataka kulitambua, wako watu ambao hutakiwi kabisa kuwashirikisha mipango yako. Ukiona mtu wa namna hii au mwenye sifa namna hii ambao unakuta labda ukimshirikisha kitu na kichukua kile kitu anakwenda kufanyia kazi yeye, hutakiwi kabisa kumshirikisha vitu vyako. Watu wengi sana wameumizwa baada ya kuwashirikisha Anatoka na kwenda kufungua hilo eneo ambalo ulimwambia. Kwa hiyo hutakiwi kabisa kumshirikisha mtu wa, ay, namna hii mtu ambaye, watu wa namna hii ambao ni wezi wa ndoto, hutakiwi kabisa kuwashirikisha mipango yako au malengo yako. Lakini aina ya pili ya watu ambao hutakiwi kabisa kuwashirikisha malengo yako au mipango yako, watu ambao wanadharau mipango mikuu ambayo Mungu ameweka mikononi mwako watu ambao wanadharau mipango mikuu ambayo Mungu ameweka mikononi mwako hutakiwi kabisa kuwashirikisha. Kuna muda Mungu anaweza akakufunulia mipango mikubwa ya biashara au kazi fulani, na unapoanza kumshirikisha mtu wa namna hii anaanza kukuzarau. Kwa hiyo hutakiwi kabisa kuwashirikisha watu ambao wana kuzarau, wanazarau ile mipango mikubwa ya Mungu, ambayo ameiweka uh, mikononi mwako. Kuna muda Mungu anaweza kupa mipango mikubwa ya huduma, mipango mikubwa ya biashara, mipango mikubwa ya kazi. Unapokwenda kumshirikisha mtu fulani, labda rafiki yako au mtu wa karibu, unakwenda kumshirikisha mtu uh, bwana kuna jambo hili na hili Mungu ameniambia nifanye. Mtu huyo anapoanza kuzarau, hutakiwi mtu, ukiona mtu anayezarau mipango mikubwa ambayo Mungu ameweka mikononi mwako ili uweze kuitimiza, hutakiwi kabisa kumshirikisha unatakiwa usimshirikishe mipango yako tena na malengo yako. Lakini aina ya tatu ya watu ambao hutakiwi kabisa kuwashirikisha mipango yako na malengo yako watu wenye wivu. Hawa ni watu ambao wanakuwa wanaumizwa na mafanikio yako. Jambo la msingi la kutambua kwenye maisha, kuna watu wanapenda wasikie ukiwa kwenye shida tu, na wakianza kusikia mafanikio yako wao wanaanza kuumia. Kuna watu hawapendi kabisa, yaani wanatamani kusikia kwako ni kilio tu, kwako wewe unaumia tu, kwako ni msiba tu. Wanatamani kusikia hivyo. Kwayo, kwa hiyo utakiwa kuwashirikisha uh, malengo yako na mipango yako watu wenye wivu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 37 na mstari wa tano imeandikwa nukuu Yusufu akaota ndoto akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Unaanza kuona Yusufu alikuwa na ndoto, ameota ndoto akawaambia ndugu zake, bala ndugu zake kufurahia, wao wakazidi kumchukia, wao wakazidi kuumizwa na maneno yake, wao wakazidi kuumia na ndoto aliyoota. Kwa hiyo, wako watu ambao wanaweza wakaumia na mafanikio yako. Mtu mwenye wivu, hutakiwi kabisa kumshirikisha mipango yako au malengo yako, kwa sababu unaweza kumshirikisha akageuka kuwa kizuizi kabisa, akageuka kuwa kizuizi. Kwa hiyo watu wenye wivu hutakiwi kabisa kumshirikisha mipango yako na malengo yako, tambua. Narudia tena kusema watu wenye wivu hutakiwi kumshirikisha mipango yako na malengo yako. Lakini aina ya nne ya watu ambao hutakiwi kuwashirikisha mipango yako na malengo yako, watu wasio na uwezo wa kutunza siri. Watu wa namna hii utakiwa kabisa kuwashirikisha vitu vyako hata kidogo. Watu ambao hawana kifua cha kutunza siri, watu ambao hawana uwezo wa kubeba. Kuna watu hawa, hawana uwezo wa kutunza siri, akikaa kidogo anaweza An, an, anatoka jambo mpaka ni ndo nisikie wangu Manu, watu wa namna hii ambao hawawezi kutunza siri utakiwi kabisa kuwashirikisha mipango yako na malengo yako, sababu anaweza akachukua hiyo siri akaenda kuambia watu wengine ambao hawapendi mafanikio yako na wale watu wakakudhuru kwayo. Kwa hiyo hutakiwi kuwashirikisha watu ambao hawana uwezo wa kutunza siri. Lakini aina ya tano ya watu ambao hutakiwi kuwashirikisha kabisa mipango yako, watu wenye mawazo hasi. Watu wa namna hii hutakiwi kabisa kuwashirikisha mipango yako na malengo yako. Hawa ni watu ambao ukiwashirikisha mipango yako wataanza kukwambia maneno ya kukatisha tamaa, ya kuvunja moyo. Watu wa namna hii hutakiwi kabisa kuwashirikisha malengo yako na mipango yako, lakini aina ya sita ni ambu ya watu ambao hutakiwi kabisa kuwashirikisha mipango yako na malengo yako, waletao vizuizi. Watu wanaoleta vizuizi, hawa ni watu ambao wanaleta ukinzani ili usiweze kutimiza malengo yako na mipango yako. Watu wa namna hii hutakiwi kabisa kuwashirikisha mipango yako na malengo yako. Kitu ambacho umejifunza, kama kama umeipenda video video hii hii basi, hakikisha una kama, bado hujalike video hii, hakikisha una like, lakini pia hakikisha una share video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Mungu akubariki wewe utakayetumia muda wako kushare linki ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Mungu akajibu maombi yako akakufanikishe katika jina la Yesu Amen. Nikutakie wakati mwema, tukutane vipindi vinavyofuata.